Mashabiki kwao kujitokeza kwenye mchezo wa marudiano pale Benjamin Mkapa ndio jambo muhimu kuliko mengine yote katika mchezo wetu huu wa tarehe 26. Ziko sababu kadhaa zinazo zina, tu, ambazo zinanifanya niseme ni jambo muhimu mashabiki kuja uwanjani siku ya tarehe 26. Sababu ya kwanza eh, mechi ya kwanza ya Ligi ya Mabingwa Afrika hatukupata nafasi ya kuingia uwanjani, yaani kifupi ni kwamba eh, msimu huu mpaka muda huu no. Mashabiki wa Simba hatujaiona timu yetu kwenye Ligi ya Mabingwa Afrika. Mechi ya kwa kwanza tumeangalia eh, tukiwa tumekatazwa tume, tume, tume, tume, tume kuingia uwanjani kwa sababu ya kutumikia adhabu ya kafu. Eh, mechi hii tunatakiwa kurejea kwa kishindo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kama haitoshi meneja wetu Dimitar Pantev hatujaonana naye macho oh, kwa macho. Ehe, hata alipokuja hapa na Gaboroni United hatukumwona kwa sababu tulikuwa tumefungiwa mechi ya kwanza yake ameanzia ugenini ugeni. Hii ndiyo mechi yake ya kwanza Benjamin Mkapa, ya kumkaribisha ya kumkaribisha. Kwa hiyo tunamkaribisha Tanzania, okay. tunamkaribisha Dar es Salaam, yeah. tunamkaribisha Benjamini Mkapa, tunamkaribisha Simba Sports Club. Sasa kumkaribisha mtu hamwezi kumkaribisha watu sita au saba yeah. natakiwa tumkaribishe tukiwa tuko wengi, na kumkaribisha mtu hauwezi kumkaribisha kwa watu kuingia bure e. Unamkaribisha kwa watu kulipa viingilio vyao. Ndio maana nasema hii mechi ni mechi kwa ajili ya kumka, ni mechi ya Simba Day ya wow. Dimitar Pantev Dimitar hajawahi kukutana na umati wa watu, hajawahi kukutana na mashabiki wengi uwanjani. Amefundisha Cameroon Cameroon tunafahamu no. E, e, ligi ya ndani haina haina nguvu haina mvuto wote. Amefundisha e, Botswana tunafahamu e, upande wa mashabiki kwa Botswana hmm, hawezi kuafikia. Sasa amekuja kwenye amekuja kwenye ukanda wa soka amekuja kwa Simba machizi bori Sports Club lazima, eh, tukamwoneshe kwamba yuko sehemu sahihi, yuko sehemu salama. Na hiyo anaipataje? Anaingia uwanjani tarehe 26 sita, akiangalia majukwaa yote ni nyekundu, imetamaradi pale, anaona kweli hapa niko timu kubwa. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tunatakiwa kwenda kuifanya. Mashabiki wa Simba, wachezaji, tumeshawakaribisha kwenye Simba Day wote hawa wageni, wakina Bajabero, wakina Kante wameshaipata ile vibe mm. Sasa ni zamu ya kumkaribisha Meneja Dimitar Pantev aione Simba halisi inafananaje.